Okay, kwa majina naitwa Mwalimu Promga. Nikukaribishi tena kwenye wakati huu hapa, wakati mzuri kabisa wa kujifunza hesabu. Mimi naamini kabisa kwa kadri unavyozidi kufuatilia vipindi hivi, kuna vitu ambavyo tunakuwa na kujifunza kwenye hesabu. Kuna hesabu ulikuwa nakosa, kuna hesabu zilikuwa zinakushinda, lakini mimi nitakupa mbinu kwa ajili ya kukabiliana na hizo hesabu. Hii darasa la nne, uh, tunaenda kufanya maswali kadhaa ambayo ni testi testi hii ambayo imejikita kwenye mada zote. Okay, kuna section A yani sehemu A, kuna sehemu B, kuna sehemu C. Kwanza kabisa tuanze na sehemu A. Hesabu yetu inasema hivi, na ya kwanza, hesabu ya kwanza inasema hivi 5678 kujumlisha 3492 5678 tano mia sita sabini na nane kujumlisha ngapi? kujumlisha elfu tatu mia nne tisini na mbili. Tatu mia nne tisini na mbili. Okay? Hii ni hesabu namba moja. Hesabu hii unavyoiona hapa, unaona kabisa imepangwa hivi, kwa hiyo sasa utaanza kujumlisha upande huu hapa, utakuja hapa, utakuja hapa, utakuja hapa. Okay, tena, nane ongeza mbili ni ngapi? Nane ongeza mbili ni ngapi? Ukichukua vihesabu vyako utajua sana, nane ongeza mbili ni ngapi? Ukihesabu nane ongeza mbili unapata kumi. Sasa kumi, kikawaida inabidi iandikwe hivi, hii tunapata kumi, lakini kimahesabu hatuandiki kumi mwanzoni hapa, hiyo haitaki, kimahesabu hatuandiki kumi mwanzoni. Kwa hiyo kama kumi mnataka kuandika, pasi hesabu inataka tuandike sifuri na kushika moja. kama na utasahau hakikisha unaandika pembeni na kushika ngapi? Moja. Okay, hiyo moja tutajumlisha tukipata hapa, saba ongeza tisa ukichukua hesabu hiyo vyako, saba uongeza tisa utapata jibu ngapi? Tisa ongeza saba ni kumi na sita. Kumi na sita na ile moja tulioshika itakuwa kumi na saba k okay? Kumi na saba saa so, kwa sababu ni kumi na saba tunaandika, hatuandiki kumi na saba yote, tutaandika saba, tunashika tena hii ngapi moja, okay? kwa kwa maana hiyo sasa tutaenda sita ongeza nne Okay, ukishukua hesabu hiyo 6 sita ongeza 4 nne, jibu lake ni ngapi? Jibu lake ni kumi. Kumbuka tulishika moja kichwani ambayo itakuwa kumi na ngapi? Kumi na moja. Kumi na moja inaandikwa vipi? Sasa hatuandiki kumi na moja hapa. Isipokuwa sasa tutaandika moja na kushika moja kichwani. Tunaandika moja na kushika moja kichwani. Okay. Tano ongeza tatu. Ukishukua hesabu hiyo tano ongeza tatu okay, unapata nane na ile moja tuliyoshika itakuwa ngapi? Itakuwa tisa okay, itakuwa tisa. Hesabu yetu inakuwa imekaa hivyo hapo kwa mbinu ya kwanza. Lazima uwe unakumbuka namba uliyoshika, endapo hutajumulishia, maana yake hesabu umeshakosa. Okay, twende swali namba Okay, kumbuka usikose kusubscribe hii channel ili uendelee kupokea video ingine zaidi na zaidi. Swali namba mbili linasema hivi: elfu kumi na mbili kutoa elfu nne mia saba themanini na tano elfu nne mia saba themani na tano. Inabidi uwe makini unapopewa hesabu ya ulalo. Hakikisha kwamba unafanya nini? Hakikisha kwamba namba iliyokaa kwenye mamoja ikawe kwenye mamoja, namba iliyokaa kwenye makumi ikae kwenye makumi, namba iliyokaa kwenye mamia ikae kwenye mamia, na namba iliyokaa kwenye maelfu ikawe kwenye maelfu, na namba iliyokaa kwenye makumi elfu ikawe kwenye makumi elfu. Usijui ukachanganya namba ya mamoja ikakaa kwenye makumi, moja kwa moja unakuwa umekosa, okay kwa hiyo sasa twende tufanye hesabu. Unaona? elfu kumi na mbili kutoa elfu nne mia saba themanini na tano. Je, jibu ni ngapi? Twende tukafanye. Ukienda pupapupa hiyo hesabu na pupa, kutoa nje sawa mtoto, sasa ngapi? sifuri kutoa tano ni ngapi? Sifuri, manake hakuna kitu. Alafu tutoe tano Okay, hakuna kitu tutoe tano. Sasa kama hakuna kitu zote tano, hesabu inasema hivi, tutaenda kukopa namba kwenye namba inayofuata. Tunakuja kukopa hapa, huu naye anasema mimi sina sifuri, unakuja kukopa hapa na hapa, kwenye mamia wanasema hatuna. Tunafanya ni twende kwenye maelfu, tunakopa hapa, ngapi? Moja. Okay, hiyo moja inatembea kwenye mafungu ya kumi kumi. Okay, ambayo sasa tunachukua moja hapa, unakopa inakuwa ngapi? Inakuwa kumi tayari. Huyu amekopa kwa huyu, inabidi ampe jirani yake. Okay, kwa hiyo hii inabidi iende hapa hapa, tukikopesha maana hapa itabaki ngapi? Hapa itabaki tisa, halafu tukipeleka hapa inabaki ngapi? Inakuwa kumi hapa. Okay, sasa huyu, kumbuka lengo letu tumkopeshe huyu, kwa hiyo wewe well, huyu ampe, apunguzie huyu, naye hapa atabaki na ngapi hapa atabaki na tisa, halafu hapa ataenda na ngapi? Ataenda na kumi. Okay, kwa maana ya hesabu sijaongeza namba nyingine sipokuwa. Sasa inabidi hii ufikirie ikiwa kichwani, okay, hii ufikirie ikiwa kichwani na unaweza usiandike hivi. Tukasema sasa tunafuta, okay, tunaamini kama tumeshakopa kwa, kwa pita kwa kumi kutoa tano. Ukishukua hesabu hiyo kwa makini kabisa, kumi ukatoa hesabu vitano Aya, tuseme mmepewa mandazi kumi, umempa rafiki yako mandazi matano, baki na mandazi mangapi? Itakuwa ni ngapi hapa? Kumi kutoa tano, itakuwa ni tano. Okay. Ama, hapa sifuri. Hapa ilibaki ngapi? Tisa. Tisa kutoa nane, ukichukua uhesabie kwa makini kabisa, unasema tisa kutoa nane, utawekea ngapi? Na moja. Hapa ilibaki ngapi? Ilibaki tisa. Tisa kutoa saba, ukichukua hesabu hiyo, kwa makini kabisa hesabu hiyo, utapata ngapi? Utapata. Tisa kutoa saba utapata mbili, hesabu hiyo kwa makini kabisa hesabu hiyo utapata mbili. Hapa utapata ngapi? Utapata, utapata kutoa hapa. Kumbuka, tulibaki na ngapi? Na moja. Moja kutoa nne, usijui ukafikiria labda hapo tulibaki na mbili. Tulishakopa, tulibaki moja. Moja kutoa nne haiwezekani Kumi na moja, kumi na moja kutoa nne, jibu litakuwa ni ngapi? Kumi na moja kutoa nne, jibu litakuwa ni ngapi? Jibu litakuwa ni saba. Endapo mechukua desimali zako kwa makini, utaweka hivi. Kama tulikopa hapa, huko ilibaki na sifuri, kwa hiyo tutasema sifuri. Hakuna sifuri, sifuri kutoa sifuri ni sifuri, hatuandiki hapa, naam, sifuri. Kwa hiyo jibu letu moja kwa moja litakuwa ni ngapi?

Swali la tatu. 45 mara 100. Sasa kama 45 mara 100. Sawa? Sa ili tupate hiyo hesabu kirahisi, tunachukua 100 mara kwa nini nimefanya hivi? Ili tuzidishe kirahisi, namba kubwa ikae juu na namba ndogo ikae chini chi. Ili okay. Hapa sasa unachukua sasa, unakuja hatua ya pili inayofuata, hii namba zidisha kwa hizi namba zote. Kwa so, unachukua nne mara sifuri, nne mara sifuri nne, sifuri, nne mara moja unapozidisha namba hii huko na kumi hapa kwenye namba ya pili usipange hapa na kuwa o kosa. Ok maneno sasa, sifuri hapa nakiishi sifuri, ongela hakuna kitu sifuri, sifuri ongela sifuri, sifuri si tano ongela sifuri, sawa? so, nne

Okay. Ukiwa na una vitu nane una watu mawapanga saba, je, vitu vitatosha? Vitatosha, unaona vitatosha. Je, kwenye nane zipo saba ngapi, au ni saba mala ngapi? Sasa sawa, nane, unachukua namba naa sawa kisha tunatoa kisha tunatoa. Kwa nini tunatoa? Tumeshawapa vitu watu saba, okay. Vitu nane kila mtu amepata kimoja kimoja, alafu inachobakia tunafanya hivi, tunatoa, tunakiweka pembeni. Nane vitu wa saba ni moja, hapa ni ngapi? Inabakia ngapi? Moja, okay. hii ni tunashusha wapi? inakuwa kumi na nne masaa. saba mara ngapi? Sawasawa, kumi na nne, maana kinyume cha kugawanya ni kuzidisha. Tanne ni ngapi? moja kwa moja, hizi sifuri mbili, hizi sifuri mbili unazipandisha kicho Jibu letu itakuwa ni elfu moja mia mbili. Hesabu ya tano hesabu ya tano. He, inasema hivi andika namba elfu kumi na mbili mia tano na tisini na tatu kwa tarakimu. Andika namba elfu kumi na mbili, elfu kumi na mbili tano tisini na tatu kwa maana hiyo uandike hiyo namba ambayo imeandikwa na kwa maneno uipeleke kwenye tarakimu. A, hesabu inayofuata inasema tano ya nane kujumlisha tatu ya nane.

kwa lugha nyingine lakini tukirahisisha manaake nan, okay. Kilomita sita sawa sawa na d Kilomita sita sawa sawa na mita ngapi? Kwa lugha rahisi tunaweza kusema hivyo kwamba kilomita sita sawa na mita ngapi? Okay, uh, tunakuja ukie na kwenye vipimo, hesabu zetu zinasema hivi: mita moja ni mita elfu moja ni sawasawa sawa na kilomita moja, au kilomita moja ni sawasawa sawa na mita elfu moja kwa maana, kwa lugha ya rais nasema hivi, ili iitwe kilomita moja lazima ndani mwake muwe na mita elfu moja. Hii ni lula ambayo ni ya mita moja moja okay? hii ni lula ambayo ni ya mita moja hii tutapima mara elfu moja ili tufikie kilomita moja, okay? Kwa maana hiyo, kilomita moja kilomita ni kubwa kuliko mita, okay? Kwa? Kilomita moja ni sawa sawa na mita elfu moja che kilomita 6 ni sawa sawa na mita ngapi? Kwa lugha rahisi hapa tutachukua, tunaweka alama hii hapa, cross multiplication, ambapo tutachukua 6 mara elfu moja, 6 mara elfu moja sawa sawa na moja mara moja mara mita, okay. Sita mara elfu moja tunapata ngapi? Jibu, sita mara elfu moja. Sita mara sifuri ni sifuri, sita mara sifuri ni sifuri, sita mara sifuri ni sifuri, sita mara moja, moja ni sita. Sawasawa na no? moja mara m tunasema, tunabaki na m. Kwa hiyo kilomita sita ni sawa sawa na mita ngapi? elfu sita mi tano elfu sita una nyasa namna hii okay. Swali lingine linasema hivi saa nne na dakika kumi na tano ni saa sana na dakika ngapi? Ni swali la ngapi? Kile lilikuwa ni swali la nane, swali la tisa masaa manne na dakika kumi na tano ni sawasawa na dakika ngapi? Okay, sasa tunakuja tuna njia ndani ya saa moja kunakuwaga dakika sitini. Saa moja ni saa sana dakika sitini. Je, masaa manne itakuwa na dakika ngapi? Masaa Mani ni sawa sawa na dakika ngapi? Kama kawaida tunachukua aaa cross multiplication, yani tunaweka alama ya kuzidisha moja mara dakika nne mara sitini tunapata mia mbili nne mara sifuri ni sifuri. Nne mara sita ni ishirini na nne. Hmm, sawa sasa, na dakika hatujamaliza kumbuka, nisema na dakika kumi na tano kwao, zile dakika kumi na tano za juu naziongeza hapa okay. k kwa hiyo itakuwa ni sawasawa na mia mbili na arobaini ongeza kumi na tano, sawa sawa, tutapata tutapata dakika Sifuri ongeza tano ni tano, nne ongeza moja ni tano, mbili ongeza kuna kitu ni mbili. Hilo ndo jibu. Basi usikose kusubscribe hii channel ili uweze kupokea video nyingine zaidi na zaidi. Kwa majina ya Tapoa Mgaya, basi nikuache na swali hili hapa, utaniachia kwenye comment kama umeelewa utafanya hili swali, okay? Nasema hivi mita tano na nusu, na nusu ni sawasawa na sentimita ngapi? Mita tano na nusu ni sawasawa na sentimita ngapi? Tukutane kwenye comment hapo chini, kama mtakuwa mmefuatilia mpaka mwisho kipindi, asante.